Zaidi ya familia mia mbili zinahangaika baada ya nyumba zao kubomolewa katika eneo la Gazi huko Msambweni kaunti ya Kwale. Ubomozi huo ulitekelezwa leo asubuhi chini ya ulinzi mkali wa polisi. Wakazi hao wanadai kuwa ubomoaji huo umetekelezwa bila ya wao kupewa notisi yoyote. Aidha, wanadai kuna magenge ya vijana waliojihami kwa mapanga na rungu ambao waliwavamia na kuanza shughuli hiyo. Wanadai wameishi hapo kwa miaka mingi kama maskuota na tayari serikali ilikuwa imewatengea ekari mia tatu na sita. Tunalilia serikali ituangalie hii haki. Kwa nini sisi tudhulumiwe? Sisi sio Wakenya? Sisi haki yetu iko wapi? Serikali imeweza kutupatia ardhi ya ekari mia tatu na sita ili kuweza kuifaidi sisi kama wakazi wa Gazi, lakini wenzetu kwa ubaguzi na ubinafsi wao wameweza kututenga ili wafaidi wao. Kama wao waweza kutuvunjia wakituambia tuende makwetu, hatuwezi kuishi namna hii. Leo watu wote wako nyumbani, watoto wametawanyika wame sasa tu mvua hii tutakwenda wapi? Hii si serikali bwana. Kama ni hivyo afadhali watu wote wakufe. Sisi hatuna senator, hatuna governor, hatuna councillor, hatuna mbunge. We call us paid, us paid. We we we call are are tired we cost all people. We are tired people, this is historical injustice. Imeanza na Ngala akaja maidha watu wanauliwa. First world war ilikuja kwa sababu ya land Tunatingishwa kama vile unaona, sijui ni nini, tunatingishwa tu kila siku, kufungiwa manyumba kila siku. Wakati tunafungiwa nyumba sisi tuwauliza, hivi tumefungiwa nyumba, tuende wapi? Watoto wetu wanakatwa na mapanga, watu wamekodishwa huko na hao wakubwa. Sisi tunaomba kwamba serikali iingilie kati na ituangalie vizuri, maana sisi hapa hatutoki, tuko na tutakuwepo kila siku.